Katika moyo wa Tanzania, mkoa wa Singida umebarikiwa sio tu kwa mazingira ya kuvutia na watu wenye bidii na ukarimu, bali pia mkoa wa Singida umebarikiwa kwa rasilimali adimu yenye thamani kubwa, nayo sio nyingine bali ni rasilimali adimu ya madini ya gypsum. Hazina hii isiyosahulika mkoani Singida hupatikana kwa wingi katika maeneo mbalimbali mkoani hapa, hususani katika wilaya ya Ikungi, Manyoni na Itigi, ambapo tafiti za kijiolojia zimeonyesha kiasi kikubwa cha madini haya kilichopo ardhini. Gypsum ni pambo. Hazina hii kubwa ya madini meupe hubadilisha sura ya ujenzi hapa nchini katika sekta ya ujenzi, kwa kuongeza uzuri wa nyumba kwa mwonekano wa kisasa na wa kifahari, katika utengenezaji wa ceiling board zenye muundo wa kuvutia, hadi wall finishes laini kama hariri. Kadhalika katika ujenzi gypsum huongeza uimara, ni safi, salama na rafiki kwa mazingira nakaiwaafahamuainatumika kwa ajili ya masuala ya ujenzi eneunu, kama kwanza inapendezesha nyumba, kama anaweza anaweza akachukua gypsum, akaweka kwenye nyumba yake nyumba. Kwa majina yangu ninaitwa Shedrack Omari. Ina manufaa mazuri hasa wakati mwingine kunaweza ukawa hata na hali ya hewa ikawa iko tofauti ndani, lakini gypsum ni e, bodi unaona manufaa yake, inaweza kurekebisha hali ya hewa ikawa nzuri, ukawa na ubaridi wakati wa jua kali. Ni nje ile wakati wa jua kali, lakini ndani wakawa na hali nzuri ya ubaridi fulani hivi. Gypsum inasaidia kwenye nyumba pale moto unapowaka moto ukiwaka ma unapofika kwenye gypsum ile, gypsum kwa sababu kuna matili yaliyoweka yale yanazuia moto isiendelee, kwa hiyo inaongoza moto na kusababisha usifike sehemu zingine. Ukiishi kwenye nyumba ambayo haina gypsum board, inaponyesha mvua, vile vishindo vya mvua vinavyogonga kwenye bati. Sasa gypsum board inatuliza zile kelele inaweza ikanyesha mvua kubwa sana, lakini bado ndani kukaa kuna utulivu mkasikilizana, hata unaweza ukapokea simu mkaweza kuzungumza kwenye mawasiliano ya simu, kukawa na masikilizano mazuri sana na pia imekuwa ni nzuri sana na watu wameielewa, kwa maana mwanzo tunapata changamoto katika skenye sl ilikopoya yenyewe inasababisha sana athari za nyumba kwa kushika moto na pia kutokuweta imara au vuto ndari pia katika kupicha, lakini pia kuna mikanda ya jipsamu hii nayo inashika ukuta vizuri na sapoti kuuji kushikamana na ukuta vizuri, wakati huo ikitumika na hii jipsamu poda. Katika kilimo, gypsum hutumika kuboresha udongo, kuongeza uzalishaji kadhalika na kupunguza tindikali ya ardhi, kama suluhisho kwa wakulima wanaotafuta mavuno bora. Hivyo basi uwepo wa gypsum ya kutosha mkoani Singida unafungua milango ya uwekezaji mkoani hapa katika uanzishaji wa viwanda vya ndani vya kusindika madini haya pia ni imara katika nyumba na pia inapendezesha nyumba vizuri. Kingine pia inasaidia juu ya ya Tanesco aiza umeme unaposhika nyumba, mtu anaweza akasapoti kulingana na rangi hizi za mafuta ambazo zinatumika, japo ni imara nazo kwa sababu mtu anaweza akachafuka, lakini mtu anaweza akasafisha na pakarudi kunaa kama mwanzo. Singida kuna gypsum ya kutosha, mandhari rafiki kwa wawekezaji, kwani serikali ya mkoa na mamlaka za mitaa zimejipanga kutoa mazingira bora ya biashara, nguvu kazi ya kutosha kwa vijana wenye uwezo na ari ya kufanya kazi, kadhalika jiografia nzuri inayorahisisha usafirishaji kwenda mikoa yote hapa Tanzania, kwa kuwa ipo katikati ya nchi, huku miundombinu ya usafiri ikiwa ni rafiki sana. Hii ni fursa ya kipekee kwa wawekezaji kuona mbali kwa kuweka rasilimali zao mahali salama napo uhakika wa faida. Ninawashauri wasioelewa umuhimu wa gypsum board. Acha niwahakikishie hapa, kiasi nilivyoona ina faida kubwa sana. Karibu Singida kwa uwekezaji wa uhakika. Singida ni